O hey. Mambo hey. Uko poa? Mama salama, mbona umesimama piki yako mamaa? Jua lina kupiga hapo, nasubiri nini ustadhi bana. Mbona napeleka mbio hivo na una mtoto mzuri simuulizeaaa. Ulikuwa subiri bodaboda ama likushapata abodaboda? Sasa ndio hii hapa boda bodaboda, basi ndio hii ushaipata. Sasa boda boda sikiliza. <laughs> Sikiliza nikwambie, kakaangu, mimi sipeleku mbio. Poa, mimi naona mtoto mzuri bana <laughs> <laughs> ustadhi, unanipeleka mbio? Shika msini yako hii, panda pikipiki nyingine, si silazimishi <laughs> silazimishi, wewe ustadhi, shika msini yako uende, pikipiki ni nyingi, haina haja na hii yangu. Wewe vipi? Una uh, una matatizo. A, a, matatizo. Huwezi nipangia sheria bro. Mungu, wewe una matatizo. Sina matatizo. Sina. Mimi nakwambia anaenda msikitini kwa darasa, wanishukisha kwa sababu mwanamke. ya. Sasa sikiliza bro nikwambie. Kwa nini pikipiki yangu peke piki yangu si pikipiki nyingi za pita, pita. Mimi sipendi kumbio na kwanza umeniudhi. Utanifyolea vipi mbele mbele? Ewalla nini bana? Hey, sindete ustadhi wako wa. Sistaki mimi, meniudhi. Nambie mama, pikipiki ndo hii chana, na wale maustadhi bana, wale maustadhi nja jua analolifanya. Ah, dada nzuri kama nyinyi ndo wakuchina tu kama sisi bana. Usio. Mimi siwezi na dada mzuri kama napigwa na jua ngakuacha mm. Sasa sikiliza mama, mm. Shamshusha yule panda pikipiki tuende zetu Nitakupeleka paka kwa unaenda wewe. Ah, asante. Mimi niko namngojea mtu wangu hapa nipeleke huko feri. Eh. Mtoko vipi na mshusha yule ustadi kwa ajili yako wewe? Mimi naweza kukulipa. Mimi namshusha yule ustadi. Namshushaninakwambia umshushe si wewe mwenyewe. Sasa nenda, kwa hiyo kuna mtu wangu unamsubirianamsubiria hapa, na kiniona ninapanda hili pikipiki, wewe utapigwa na hiyo pikipiki yako itachukuliwa. Kwa hiyo wewe nenda na endelea na safari yako usikujuaankoje